Kitabu cha nabii Yeremia mlango wa kwanza. Maneno ya Yeremia mwana wa Hilkia, mmoja wa makuhani waliokuwa katika Anathothi, katika nchi ya Benyamini, ambaye neno la Bwana lilimjia katika siku za Yosia mwana wa Amoni, mfalme wa Yuda, katika mwaka wa kumi na tatu wa kumiliki kwake; tena lilikuja siku za Yehoyakimu mwana wa Yosia Mfalme wa Yuda hata mwisho wa mwaka wa kumi na mmoja wa Sedekia mwana wa Yosia mfalme wa Yuda, hata wakati ulipochukuliwa mateka Yerusalemu katika mwezi wa tano. Neno la Bwana lilinijia kusema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Ndipo niliposema Ah, Bwana Mungu Tazama, siwezi kusema, maana mimi ni mtoto. Lakini Bwana akaniambia, usiseme mimi ni mtoto, maana utakwenda kwa kila mtu nitakayekutuma kwake, nawe utasema kila neno nitakalokuamuru. Usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi nipo pamoja nawe nikuokoe, asema Bwana. Ndipo Bwana akaunyosha mkono wake, akanigusa kinywa changu. Bwana akaniambia, tazama nimetia maneno yangu kinywani mwako. Angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme, ili kung'oa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza, ili kujenga na kupanda. Tena neno la Bwana likanijia kusema, Yeremia, waona nini? Nikasema, naona ufito wa mlozi. Ndipo Bwana akaniambia, umeona vema, kwa maana ninaliangalia neno langu ili nilitimize. Neno la Bwana likanijia mara ya pili kusema, waona nini? Nikasema, naona sufuria lenye maji ya tokotayo, na mdomo wake unaelekea toka upande wa kaskazini. Ndipo Bwana akaniambia toka kaskazini mabaya yatatokea na kuwapata watu wote wakao katika nchi hii. Kwa kuwa tazama, nitaziita jamaa zote za falme za kaskazini, asema Bwana, nao watakuja na kuweka kila mtu kiti chake cha enzi mbele ya mahali pa kuingilia malango Yerusalemu na kuzielekea kuta zake pande zote na kuielekea miji yote ya Yuda. Nami nitatamka hukumu zangu juu yao kwa habari ya uovu wao wote, kwa kuwa wameniacha mimi, wakaifukizia uvumba miungu mingine, wakaziabudu kazi za mikono yao wenyewe. Haya basi, wewe jifunge viuno ukaondoke ukawaambie maneno yote niliyokuamuru. Usifadhaike kwa ajili yao,